Asalamu alaykum na karibu katika urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 12 ya mwezi wanne mwaka 2025. Siku nzuri kabisa. Siku ya Jumamosi. Nikualiki kunako rukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania ilivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Sheikh Ahmed Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Nikukumbushe kama wewe ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele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 bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Lakini pia nikukumbushe Run for Autism Tanzania Half Marathon Season 4, na njia ambayo itakufanya wewe ushiriki ni kwa kujiunga kupitia www.runforautismmarathon.co.tz au kupiga simu namba 0783 639335 kumbuka, ni siku ya Jumamosi, Aprili 19, 2025, viwanja vya farasi Oyster Bay, Dar es Salaam. Gazeti ya habari leo katika ukurasa wake mbele ya habari iliyopewa kipaumbele ni wabunge uwezeshaji kiuchumi ulete tija, washauri iundwe mamlaka maalum ya kusimamia. Pia waliya na masharti magumu, uchache wa wanufaika. Habari melika kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili lkini mm -hmm. Gazeti hili imeandika Biteko ataka amani ilindwe kwa gharama yoyote. Habari katika ukurasa wa tatu, Dkt Mwinyi uchumi Zanzibar wakuwa kwa asilimia saba. Habari katika ukurasa wa tatu, soko ine mti ulioachwa matunda mengi Tanzania. Habari katika ukurasa wa saba, joto la uchaguzi laanza kupanda CCM, vyama vya siasa kusaini kanuni za maadili leo, wasiosaini kutoshiriki. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili Samia, viongozi wa dini wajadili huduma maalum kwa watoto. Habari katika ukurasa wa pili. Wakandarasi 457 walipwa, Mchengero atoa maagizo mapya. Habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili. Mwandishi atozofaini tozo faini ya milioni mbili udhalilishaji mtandaoni. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la le habari Tanzania, pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu. Nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mashtaka ya uhaini, Lissu aingia rekodi, ndiye mwanasiasa wa kwanza wa upinzani nchini kushtakiwa tangu kuanza kwa mfumo wa vyama vingi kesi yake tikisa, aungana na Dr BCJ Bobi Wine. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika wanasiasa wengine walioshtakiwa Afrika, Mohamed Mohamed, Rashid Rifa Chipaka, Alkande, Hichilema, Miguna Miguna, Pius Mtakubwa. Aprili 24 mwaka 2025 siku ambayo kesi ya mwenyekiti wa Chadema taifa Tundulisu itatajwa tena katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya wakili Nasor Katuge yenye anasema, Lissu akiwa raia wa Tanzania kwa nia ya uchochezi alishawishi umma kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa kuthibitisha nia hiyo ya uasi kwa kushinikiza viongozi wakuu wa serikali ya Tanzania, alitamka na kuandika maneno yenye nia hiyo undani wa taarifa hii katika ukurasa wa nne. Habari picha inamwonyesha Tundu Lisu, Maalim Seif, Juma duni Haji, Dr Kiza Besigye pamoja na Bobi Wine. Gazeti limeandika CHADEMA suka upya mkakati wa no reforms, no election. Habari katika ukurasa wa tano. CHADEMA kwenye mtego mwingine, kanuni za maadili. Habari katika ukurasa wa sita. Dr Mwinyi ataja mambo matano, ziara Uingereza. Habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Gazeti hili limeandika ndoa za utotoni zinavyoharibu ndoto za mabinti. Ni simulizi ya binti mwenye umri wa miaka kumi na saba ambaye aliolewa baada ya kumaliza darasa la saba akieleza anayopitia. Habari katika ukurasa wa kumi. Korti yaitupilia mbali kesi ya uraia wa mastaa Bitaz. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi wa gazeti hili. Dodoma, mahakama kuu ya Tanzania imetupa kesi ya kikatiba iliyofunguliwa na wakili Peter Madeleka aliyekuwa akipinga uamuzi wa serikali kuwapa nyota watatu ya timu ya Singida Black Stars uraia. Habari katika ukurasa wa kumi na hivi ndivyo ambavyo imeandika, okay. gazeti Mwananchi, pata nakala yako, wasome kwa undani zaidi. Tutazame sasa gazeti Nipashe ya mwongo wa jamii, lenyewe katika ukurasa wake mbele, ya habari iliyopewa kipaumbele ni habari maalum, joto la panda wabunge CCM watumia hotuba ya PM kujinadi kipinga ubunge udiwani wa habari. Katika ukurasa wa nne wa gazeti hili Habari picha inamuonyesha mbunge wa Tarime vijijini Mwita Waitara, mbunge wa viti maalum Neema Mwandambila, mbunge wa Vunjo CCM Charles Kimei, mbunge wa Msoma mjini CCM Vedatus Manyinyi, mbunge wa viti maalum CCM Silvia Sigula pamoja na waziri mkuu Kasim Majaliwa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne. Kanuni mpya uchaguzi mtego kwa Chadema, habari katika ukurasa wa pili ziara ya rais Samia nchini Angola ilivyobadilisha mwelekeo wa ushirikiano wa habari, imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti Nipashe limeandika sakata ajira holela, wageni natinga bungeni, habari katika ukurasa wa tatu. Mwinyi aandika mafanikio ya ziara ya Uingereza, habari katika ukurasa wa tano. Makala naja mambo matano CCM kuelekea uchaguzi mkuu, habari katika ukurasa wa tano, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga Jamii pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Ni gazeti Uhuru kweli daima lenyewe katika ukurasa wake mbele, ya habari iliyopewa kipaumbele ni waziri mkuu afunguka fursa kiuchumi kijamii, aeleza serikali ilivyodhamiria kuendeleza ujenzi wa barabara za kimkakati, azitaja barabara kadhaa kama mzunguko wa njia nne katika majiji ya Dodoma na Mbeya, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Rais Dr. Mwinyi atoa mbinu kuzidi kukuza uchumi, habari katika ukurasa wa saba. Makamu wa rais mgeni rasmi kongamano la kodi uwekezaji, habari katika ukurasa wa tatu. Kikwete ampa mitano tena Rais Dr. Samia, habari katika ukurasa wa pili. Wabunge wanasiasa wanaoeneza chuki kwa wananchi wapuuzwe, habari katika ukurasa wa nne. Lakini pia gazeti Uhuru limeandika Edward Sokoine alivyosisitiza uwajibikaji, habari katika ukurasa wa kumi. Lakini pia gazeti limeandika Biteko hakuna maendeleo bila amani, mshikamano wa habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika chama kisicho kanuni ya uchaguzi hakitashiriki INEC, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Pata nakala yako ya gazeti Uhuru, ukweli daima, usome kwa ndani zaidi. Jicho letu sasa ni katika gazeti wa Machinga lenye habari iliyopewa kipaumbele ni INEC yaweka mtego vyama kushiriki uchaguzi Leo vyama vya siasa nchini kusaini saini kanuni za maadili ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. kilima kilima aweka wazi chama ambacho hakita saini maadili hayo hakitaruhusiwa kushiriki kwenye uchaguzi huo, habari katika ukurasa wa pili. TRA kuimarisha utoaji elimu kwa mlipa kodi, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. mwanahabari nyanda kulipa faini ya bilioni mbili udhalilishaji mtandaoni kwa mkurugenzi wa habari, katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. CCM waita wataka ubunge udiwani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga katika ukurasa wake wa mbele. Kamata na nakala yako some ndani zaidi habari, picha ikimwonyesha katibu mkuu wa chama cha Mapinduzi CCM balozi Dr. Emmanuel Nchimbi akiwa na mwenyekiti wa kamati ya wabunge wa chama cha Mapinduzi CCM Kasim Majaliwa, Majaliwa ambaye ni waziri mkuu wa Tanzania na Dr. Tulia Mwansasu, mbunge spika wa bunge la Tanzania na rais wa umoja wa mabunge ya dunia IPU wakizungumza jambo wakati wakiagana baada ya kikao cha mashauriano kilichofanyika makao makuu ya CCM. Kushoto ni naibu katibu wa CCM bara John Mongela. Undani wa taarifa hizi ni katika kurasa za ndani za gazeti wa Machinga na sasa tugeukie habari za michezo na burudani. Kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu nado gazeti Mwanaspoti lenye limeandika tajiri kaweka bilioni, ni Simba dhidi ya Stellenbosch. Nusu fainali first leg itapigwa Jumapili april ishirini uwanja Benjamin Mkapa, wakati mchezo wa marejeano utapigwa april ishirini na saba Cape Town, afrika ya Kusini. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. dola laki saba na hamsini mkwanja ambao simba inapata nusu fainali kaf takriban bilioni mbili. Gazeti hili mendikafe simba kuna nini? habari katika ukurasa wa kumi na mbili. Aziz Ki anahesabu siku tu, yanga yanga dhidi ya Stand United ni jumanne aprili 15 saa kumi kamili jioni, KMC Complex. habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili gazeti hili limeandika waliopewa uraia Singida Black Stars wapeta. Habari katika ukurasa watatu wa gazeti hili, dakika za jioni ni azam inavyotoka kwenye ramani. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili pia limeandika Dan Salah Van Dijk kimeeleweka. EPL kali za Jumamosi ni Man City dhidi ya Crystal Palace saa nane na nusu mchana, Brighton na Leicester saa kumi na moja saa kumi na moja kamili jioni, Nottingham Forest na Everton saa kumi na moja kamili jioni Southampton na Aston Villa ni saa kumi na moja kamili jioni undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa ishirini. Kesho Jumapili ni Liverpool na West Ham United saa kumi kamili jioni Anfield, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Lakini pia gazeti Mwanaspoti likiandika EPL, leo Jumamosi ni Arsenal na Brentford saa moja na nusu usiku Emirate. Bundesliga leo Jumamosi ni Bayern na Dortmund saa moja na dakika thelathini usiku, na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Mwanaspoti. Magazeti ya habari, habari za michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti habari leo, giji la habari Tanzania, ninwe katika ukurasa wake nyuma, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia amuita tajiri Man United kuwekeza, habari mwendekwaa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, nyota Yanga wa mkusha meluuda, habari mwendekwaa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, fadru mukwala wangara machi habari meandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili hasanali a mpakongole ledjd habari katika ukurasa wa moja, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya habari leo, guji la habari Tanzania na gazeti ya habari leo linakamilisha rukuzo ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.